Langu jina ni Mjukuu wa Bunduki, kijana wa Uhuru Kinyata Migai <laughs> mtetezi ya wanyonge, mbunge mtarajiwa wa hipokasi sat 2027. Mweshimua Spika, tuko na tatizo kama jamii aswa, jamii ambao wanatoka maeneo ya magharibi ya Kenya, tuko na shida kubwa sana, Mweshimua Spika, sana kwa sababu hatuja identify ya kwamba shida ambayo inatukula kama jamii ya maeneo ya magharibi ya Kenya ni nini. Mheshimiwa Spika, umeuliza swali hapa, ni nini Mheshimiwa Omolo amefanya kando na matanga. Mheshimiwa speaker Spika, Homa Bay kuna kitu kinajulikana kama paya ambayo Mheshimiwa PS Daktari Raymond Omolo Hamelobi kwa sababu anatoka Homa Bay County. Mheshimiwa Spika, mimi siwezi zungumzia mambo ya matanga. Nataka kuzungumzia zile vitu Mheshimiwa Homolo amefanya Luo Nyanza. Wacha Kenya, ndio tulinganisha na Madam PR Gladys Wanga, ya kwamba Mheshimiwa Spika watu wengi wameketi kwenye bunge hili hawajui ya kwamba role ya governor ni gani na huyo governor ni hela ngapi anapewa kila mwaka. Hata mtu ambaye sifu Uanga sasa akuja hapo, Mheshimiwa Spika, uulize Uanga anapewanga pesa ngapi kwa mwaka moja through national government ambayo allocation inakuja Homa Bay County, utapata huyo ng'ombe atajui. I'm sorry to kuita ng'ombe Mheshimiwa Spika <laughs> kwa sababu hii ndio chanzo ambayo, Mheshimiwa Spika, unauliza mtu swali huu mtu ajui mtu anakuja hapa wanga anafanya kazi. Ukiuliza Mheshimiwa Spika au magavana wetu from from Tranzoia, uende Busia then urudi kule kule Migori, lazima tuwaete a ah, watu kwa ratili Mheshimiwa Spika. Pesa ambayo inapeana kwenye kaunti yangu ambayo ni Migori kaunti ni 9.9 9 billion every year plus addition 600. Mheshimiwa spika, jana yeye, hao ni wanakwaya. Aia, wanakwaya hawajui, ukiweka wangala bado ile toni ile ile, ukiweka gospel ile ile tu, hao ni wanakwaya. Mheshimiwa spika, Homa Bay County wanapewa 10 billion every year pesa mikono ya Gladys Wanga okay, billion Mheshimiwa Speaker. atuwa mkuli yake. Mheshimiwa <coughs> Speaker. Kaunti yangu plus plus billion 600 addition wanafaa kutoa asilimia thelathini ambayo hii ni pesa ambayo inaenda kwa maendeleo. Nikiuliza uchilo, within three years, 30 percent ya 9.9 billion plus 600 addition, hiyo pesa 30 percent yake imefanya nini? Hawezi kunijibu. Basi utapata mtu anakuja hapa uchilo, tuta uchilo anafanya kwa sababu hana information ya kwamba huu jamaa gavana wangu anapokea pesa ngapi within haia ajui mweshimua spika, hapo ndipo unapata a wanasiasa kutoka luunyanza na Western wanatukorofisha tena wanatukonganisha, mweshimua spika, tena kusaidia kwa matanga, unakuja kumsifu mweshimua spikaeshimweshimua spika mimi leo nataka uulize nywele sosa kuja kwa flow uliza gavana wake ambaye ni James Orengo kwa sababu anatoka Gem constituency. Agree. Every year huyo gavana wake anapokea through government. In a year. Ajuyana, nah, pesa ngapi national ae inaiya utapata kwamba hajui hajui chochote. Si utakuja kujibu hapo. Mheshimiwa spika mimi huwa kila siku si nikisungumza, ukipea nafasi kama mbunge wako nikizungumza masuala ya maendeleo najua mahali naanza na najua mahali naelekezwa kwa sababu najua ni pesa ngapi huyu gavana anapokea kila mwaka na najua ni asilimia ngapi anafaa kutumia through akilipa ofisi oh, so 10 bilioni wanga, anabaki na 7 bilioni, 3 bilioni ya maendeleo. So nikiuliza wanga, 3 bilioni ambayo umepewa 2022, 2023, 2024, 2025 iko wapi? Hawezi kunijibu. Mheshimiwa Spika, so nikiuliza swali, nauliza swali kwa sababu nataka kujua hizi kaunti zetu, kwa sababu Mheshimiwa Raila Odinga marehemu ndiye alikuwa ya kwamba baba ya ugatusi yeah, na kama ugatusi iwezi kuwa mfano mwema kwetu Luo Nyanza na Western, sasa kwa nini sifu gavana, kwa nini sifu spika ikoteka? uh, swali kadogo tu memba amesema ya kwamba Homa Bay County huwa inapata 10 bilioni kila mwaka za kufanya maendeleo Homa Bay County. Nataka yeye member atuambie PS Raymond Omolo hupata pesa ngapi kwa mwaka, zinapelekanga maendeleo Homa Bay Mheshimiwa Spika, kama huyu anataka kukua gavana wa Kakamega, senata wa Kakamega, watu wa Kakamega afadhali wachague mtu mwingine. <laughs> Mheshimiwa Spika, nikianza sikutaja zile kiwango za hela ambazo PS anapata, nilisema ya kwamba ile paya amelobi, amelobi kama wabunge wana lobi barabara ya Kera na Kena Ku lobby. Unaona hiyo ni lobbying unafanya hiyo, nimefilisema sijasema mambo ya pesa ambayo napewa Omolo. So mheshimiwa spika, mimi nasungumza ule governor ambaye anapewa pesa, kwa sababu bunge akisema amejenga barabara, amefanya lobbying ambayo ikifanywa ikitengenezwa, anafanya lobbying hapo ndani, hiyo ndio barabara inafanya inapigwa lami. Mheshimiwa spika, so nasungumza yule mtu ambaye ana pesa kama rais William Ruto.